kwa kadri ya uwezo wake na anavyosimamia miradi, kuonyesha kwamba tunaendeleza na uzalishaji, lakini vilevile usambazaji, kuhakikisha wananchi wengi wanafikiwa na umeme. Lakini pamoja na hayo, tumepokea maelekezo ya kamati juu ya kuhakikisha serikali inalipa fidia katika miradi ya Ruhuji na Rumakali, ambapo katika mradi wa Ruhuji takriban fidia ni bilioni thelathini na saba na mradi wa Rumakali bilioni ishirini na sita. Miradi hii kama nilivyotangulia kusema Mheshimiwa Rais katika baadhi ya maeneo ambayo yamejitanabaisha amba nayo ni katika sekta ya nishati. Kwa kweli miradi ya nishati, hata ukisoma mipango yete ya maendeleo inachukuliwa kwa, uziso, kwa uzito mkubwa sana. Ninyi mnafahamu kwa sasa hivi tupo katika hatua za mwisho za kukamilisha utekelezaji wa mradi wa kuzalisha umeme wa bwawa la Julius Nyerere uh, ambao unaenda kuzalisha takriban uh, megawatt 2115 na pamoja na mradi huo tunayo miradi ya Ruhuji na Rumakali ambayo serikali pia inategemea kuanza kuitekeleza. Nataka nihakikishie kamati pamoja na Watanzania wote azma ya serikali ni kuhakikisha tunaongeza vyanzo vya uzalishaji wa umeme, pia pamoja na miradi ya Ruhudji na Rumakali itaweza kutekelezwa hivi karibuni. Serikali inatafuta fedha kuhakikisha tunaanza utekelezaji wa miradi hii. Kuhusiana na swala la fidia, wizara ya Nishati ina miradi mingi sana ambayo inaitekeleza na katika miradi ambayo inahitaji fidia, kwa kweli serikali imekuwa ikifanya hivyo. Nyenye ni mashahidi Tumeona miradi huu wataza wananchi wamelipwa fidia. Mradi wa kupeleka umeme uh, wa gridi Katavi, serikali imelipa fidia pamoja na miradi mingine yote, na kwa mradi huu wa Ruhuji na Mwakali pia serikali imejidhatiti kuhakikisha kwamba tunawalipa wananchi fidia ili utekelezaji wa mradi huu uende kuwa vizuri kwa uh, ujumla. Naomba niseme serikali ya awamu ya sita imejipanga kuhakikisha tunaendelea kuhakikisha wananchi wetu wanaendelea kupata umeme wa uhakika katika mkoa wa Njombe. Zaidi ya asilimia tisini na nane ya vijiji vina umeme, vimebaki vijiji nane, vimebaki vijiji tisa, na ambavyo changamoto zake zinatatuliwa kuhakikisha kwamba na wenyewe wanapata umeme. Lakini pia shirika letu la umeme la Tanesco, limeendelea na programu za kusambaza umeme maeneo ya pembezoni